Akuletea adalili za mtu ambaye ana msongo wa mawazo aka stress, adidalili Dalili namba moja ni kwamba maumivu ya misuli, lakini pia kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Namba tatu tunasema kichwa kuuma. Namba nne akinga duni zidi ya magonjwa a, lakini pia kung'ata kucha. Watu wanaong'ata kucha basi ni dalili moja wapo ya stresi, lakini pia kushindwa kulala, kuvurugika, kuvuruga kwa tumbo na si tu tumbo linaunguruma mara linavurugika. Lakini kuwa na hasira ovyo ovyo, hofu, kuchoka, na sonono, kusahau, a, ovyo, watu wanaopitia changamoto ya kusahau basi kushindwa lakini pia kushindwa kuconcentrate, kwa watu ambao wanashindwa kuconcentrate, lakini pia kukosa utulivu au uh, huzuni uh, lakini pia anakuchoka uh, na matumizi mabaya ya pombe, sigara, na matatizo akujitenga uh, na jamii, lakini pia na matatizo kwenye mahusiano. Hizi ni dalili pia zinazoonesha uh, kwamba huyu mtu ana uh, stress. Tuambie hapo chini wewe huwa unakuwa na, huwa unakuwa na dalili ipi unapokuwa na changamoto uh, ya stress na namna ya kuondokana na changamoto hiyo.